Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo tumevishuhudia huko mtandaoni bwana, ni kwamba kipindi cha msiba wa Karina Kulikuwa kuna taarifa nyingine za mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Hawa nitarejea. Yule Hawa nitarejea katika wimbo wa Diamond Platnumz alishirikishwa miaka mingi iliyopita, katika wimbo ambao unakwenda kwa jina hilo hilo la nitarejea, ambao Diamond alishirikiana na Hawa na kipindi hicho ni kwamba ni kipindi ambacho Diamond alikuwa gafanyagi collab sana na watu. Uh, huyu dada kuna mazito mengi sana ambayo ameyapitia ametumia madawa ulevi na vitu vingine kama hivyo. Diamond akaamua kumsaidia sasa hivi, aka recover akaendelea vizuri, lakini ghafla ni kwamba siku ambayo msiba wa Karina ulikuwa una trend mtandaoni, tukapata taarifa, kuna baadhi ya vyombo vya habari viliripoti kuhusiana na habari hususan, huyu ni Maimatha wa JSA, yeye ndo alikuja akaripoti akasema kwamba hawa nitarejea tarejea afariki dunia, kitu ambacho kiliwashangaza watu wengi sana, umeona eh? eh baada ya hizi taarifa kusambaa kwamba huku tumesikia Karina lakini pia Maimatha akatangaza kwamba Hawa Nitarejea amefariki dunia. Maimatha aliandika kwamba aliyekuwa mwimbaji na wa mziki wa Bongo Flavor, Hawa Nitarejea afariki. Hawa aliwahi kutajwa kuwa na mahusiano na msanii Diamond Platnumz. Taarifa kamili zitakuja hivi punde. Mungu ayalaze roho yake mahali pema peponi. Amen. Aliandika hivyo Maimatha kupitia kurasa yake wa Instagram. Jambo ambalo baada ya muda, baada ya uchunguzi kufanyika, likaja sorry, likaja sorry, likakanushwa Eh, eh, hizo taarifa bwana zikaja zikakanushwa kwamba Hawa bwana yuko salama. Na kitu ambacho kimekuja ku stamp ni kwamba Hawa mwenyewe akaamua kujitokeza katika msiba wa Karina. Sasa, eh, akajitokeza na watu ndo wakagundua kwamba Hawa aliyekuwa amesemwa kwamba amefariki, kumbe yuko hai na katika msiba wa Karina akatokea. Kwa hiyo Hawa alipotokea katika msiba wa wakari, wa Karina ndio kitu ambacho kikaja ku solidify kwamba Hawa bwana yupo hai na anaendelea na hali yake vizuri. Kwa hapa kuna baadhi ya pages zimekuja ku ripoti kwamba taarifa za kifo cha Hawa ni Tarejea sio za kweli. Wakaandika kwamba bwana, kuna peji hapa imeandika kwamba baada ya kuona taarifa e, tume tumepiga simu kwa hawa nitarejea na pia vile vile, amekanusha taarifa zilizotolewa na Juma Lokole pamoja na Maimatha, dada yetu, kwamba hajafariki, yuko hai na anaendelea na matibabu yake, kwa sababu alikuwa anaumwa na anaendelea vizuri, mpaka hata msibani akatokea. Kwa hiyo Juma Lokole na Maimatha ndio walitangaza hizo habari kwa mara ya kwanza kwamba hawa nitarejea amefariki, so yuko hai jamani, tumuombe kila la heri e, Mwenyezi Mungu azidi kumlinda. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, toka tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.